Mimi eh, niko hapa kukabidhi futari hii kwa niaba ya Bwana Jaffar kama mnavyoona kwenye mifuko iliyoandikwa hii, kuna muhisani wetu mmoja ametoa futari kwa ajili ya kuwakabidhi makundi maalum, na leo tuko mkoa huu wa Kusini. Tulianza na mkoa wa mjini Magharibi tukaenda mkoa wa Kaskazini, na leo tuko hapa kwa hivyo kwa niaba yenu nyote, mimi nachukua fursa hii kumshukuru mhisani wetu huyu kwa sadaka kubwa aliyoitoa, maana karibu kila mkoa ni zaidi ya watu elfu moja wanapata sadaka hii. Kwa hiyo si haba, tumwombee dua na Mwenyezi Mungu na sisi atupe fungu katika sadaka hii inshallah. Asanteni sana. Ni mwendelezo wa utaratibu wetu wa kila mwaka inapofika mwezi wa Ramadhani kukutana na makundi mbalimbali mbali katika mikoa yetu mitano ili kujumuika kwa pamoja kama hivi na kupata iftari ya pamoja. Kwa hivyo, napenda nichukue fursa hii kutoa shukrani kipekee, ni ushukuru uongozi wa mkoa ukiongozwa na mkuu wa mkoa kwa kutoa mialiko kwa makundi mbalimbali mbali katika jamii ya mkoa wetu lakini pia nichukue fursa hii kutoa shukrani kwenu nyote ambao mmepokea mwaliko wetu na kufika hapa. Nimeambiwa kuna makundi mengi hapa, kuna makundi ya wazee, kuna walemavu, kuna mayatima, kuna waalimu wa madrasa, kuna makundi kadha wa kadha. Lakini nimefarijika vile vile kuona hata ndugu zetu mapadri wako hapa, tunasema asanteni sana kwa kujumuika na sisi, tunashukuru sana makundi yote kwa kupokea mwaliko wangu. Ni mwendelezo wa utaratibu wetu wa kila mwaka inapofika mwezi wa Ramadhani, kukutana na makundi mbalimbali mbali katika mikoa yetu mitano, ili kujumuika kwa pamoja kama hivi na kupata iftari ya pamoja. Kwa hivyo, napenda nichukue fursa hii kutoa shukrani kipekee, ni ushukuru uongozi wa mkoa ukiongozwa na mkuu wa mkoa, mkoa kwa kutoa mialiko kwa makundi mbalimbali mbali katika jamii ya, ya mkoa wetu. Lakini pia nichukue fursa hii kutoa shukrani kwenu nyote ambao mmepokea mwaliko wetu na kufika hapa. Nimeambiwa kuna makundi mengi hapa, kuna makundi ya wazee, kuna walemavu, kuna mayatima, kuna waalimu wa madrasa, kuna makundi kadha wa kadha, lakini nimefarijika vile vile kuona hata ndugu zetu mapadri wako hapa, tunasema asanteni sana kwa kujumuika na sisi. Tunashukuru sana makundi yote kwa kupokea mwaliko wangu. Nataka niwaombe waombe wananchi tuliohudhuria hapa leo, mheshimiwa rais amefanya jambo kubwa hili na anaendelea kufanya, na leo tutizameni hapa, alhamdulillah, tuliohudhuria sote bila kujali mtu dini yake, sote tumealikwa kwa sababu sisi ni waumini, ni Watanzania, ni Wazanzibari nashukuru sana mheshimiwa mkuu mkoa kwa, kwa namna walivyoalika makundi mbalimbali na utaratibu huu naomba tuendeleze. Nakushukuru sana kwa iftari hii, na inshallah Mwenyezi Mungu atakulipa kila la kheri. Mwenyezi Mungu akujalie uongeze ulipopunguza kwa ajili ya kutufutarisha sisi wanakusini Unguja, akupe baraka, lakini vile vile akupe neema ya afya na uhai ili uendelee kutuongoza katika nchi yetu hii. karibu karibu. Tifu TV inakupatia video mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia chaneli yetu ya Tifu TV YouTube.